Nikusalimu kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unapoendelea kutusikiliza nikukaribishe kwenye darasa la leo kwa jina takatifu la Mungu. Leo tuna ndoto, ukiota ndoto unaenda au umepoteza maisha na nguvu yako ya maombi, ufanyeje? Kuna ndoto hizi unaota lakini ni ishara ya kupoteza nguvu ya maombi na pia baada ya hapo, nitakueleza nini cha kufanya. Ndoto ya kwanza, unapoteza simu. Simu ni mawasiliano yako na Mungu watu muhimu. Kumbuka shetani, Yoana kumi kumi, alikuja kuchinja kuiba na kuharibu. Unapoota ndoto hii usipuuze, Yesu Kristo anakuonesha, utapoteza uh, nguvu yako ya maombi kwa shetani, atapata nafasi ya kuweza kudhuru. Mbili ni ndoto, unapoteza mnyama unayemfuga labda nyumbani, kama unafuga njiwa labda unafuga mnyama, unaona amepotea, ina maana ni ishara ya ile baraka yako kuondoka. Lakini tatu ni ndoto, unaona unapoteza ufunguo wako kwenye maisha, ina maana unapoteza nguvu yako ya kiroho na ufunguo kwenye ulimwengu wa roho soma kitabu cha Mathayo kumi na nane kumi na nane Mungu anakwambia naye amekupa ufunguo chochote utakachokifungua duniani na mbinguni kitafunguliwa chochote utakachokifunga hapa duniani na mbinguni kitafungwa dunia kita lakini pia ukisoma kitabu cha Mathayo kumi na sita kumi na nane kumi na tisa maandiko yanasema kwamba wewe ndiye Petro na juu ya mwamba nimejenga kanisa langu wala milango ya kuzimu halitoishi nami, nimekupa ufunguo, chochote utakachokifungua duniani kimefunguliwa, utakachokifunga kimefungwa. Kwa hiyo ufunguo kwenye ulimwengu wa roho, ishara ya kufungulia mbingu, ishara ya kufungulia mafanikio, ni ishara ya kupiga hatua na kufanikisha kila ambacho ulikuwa huwezi ukakipata. Kwa hiyo unapoota ndoto hizi, unapoteza, basi jua unapoteza umuhimu na nguvu ya maombi na kumjua Mungu. za unachotakiwa ni nini? Ufanye hakikisha unarudi kwenye misingi ya kuomba rehema, ya kutubu dhambi zako na kuziacha, na kuanza kusoma neno sana, na kujitahidi kuomba na kupata muda wa kupumzika. Lakini pia ukimsihi Roho Mtakatifu afunike ulimwengu wako wa roho kwa damu ya Yesu Kristo, ili kila adui atakayeshambulia asiweze. Lakini mwisho wa mwisho, tenda yaliyo mema, saidia wana wahitaji, bariki wanaokulaani, penda wanaokuchukia, same waliokukosea, naishi maisha matakatifu na hapo ndipo utashinda, na zaidi ya kushinda. Nawapenda, in Jesus name. Shalom.